Uh, kwanza kabisa ndani ya muda wa mawiki mawili tumejifunza masomo mengi sana, lakini naomba, unaweza usichukue vyote, lakini chukua kile kitakachokuokoa. Na mchana wa leo tunajifunza somo lenye kichwa kinachosema kuishi katika nchi ya ugeni. Kuishi katika nchi ya ugeni. Nilipokuwa na tafakari somo hili, nikatambua sisi wote ni wageni na wapitaji. Nikawa najiuliza maswali mengi habari ya dunia hii na nikatambua sisi eti ni wageni na wapitaji. Sisi tunapita, hata kama tuna shughuli nyingi kiasi gani, hata kama tuna makazi yetu tunayoishi, lakini baba, nikatambua eti sisi ni wageni na wapitaji. Sikia, nikawa najiuliza maswali mengi ijapo watu wanaona ya kwamba wanakaa kwenye nyumba zao wanaendelea na maisha ya kawaida, lakini hawajatambua kama wapo kwenye nchi ya ugeni. Na ndio maana tumesoma kitabu cha Wafilipi tatu mstari wa ishirini. Neno la Mungu linasema hivi, Wafilipi tatu mstari wa ishirini. Neno linasema hivi, Filipi tatu nana fungu lake la ishirini, kwa maana sisi wenyeji wetu uko mbinguni. Kwa maana sisi wenyeji wetu huko mbinguni, kutoka huko tena, kutoka huko tuna, tena tunamtazamia Mwokozi, tunamtazamia Mwokozi Bwana wetu Yesu Kristo, Bwana wetu Yesu Kristo. Sikia, sisi tunapita tunaelekea wapi? Biblia inasema eti sisi kwetu ni mbinguni. Kwa hiyo hapa tunapita, na ukitaka ujiulize, na ukitaka ujiulize kwenye maisha yako, ili ugundue ya kwamba sisi tunapita. Unakuta nyumba unalipia, yaani umejenga, lakini bado unalipia.